Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 ambalo lilitokea Ijumaa katikati mwa Myanmar imefikia watu wasiopungua 1000 kwa mujibu wa kituo cha utangazaji cha taifa MRTV. Tetemeko hilo limekuwa kubwa zaidi kuwahi kuikumba Myanmar katika kipindi cha zaidi ya karne moja. Kitovu cha tetemeko kilikuwa karibu na jiji la Mandalay na mtikisiko ulihisiwa hadi Bangkok, Thailand ambako lilisababisha hofu kubwa na uharibifu. Huduma ya jiolojia ya Marekani, USGS, imetabiri kuwa idadi ya vifo inaweza kuvuka elfu kumi. Jumamosi, misaada ya kimataifa ilianza kuwasili nchini humo, ambapo China ilituma kikosi cha kwanza cha wokoaji na India ikapeleka timu ya matibabu na misaada ya kibinadamu. Nchini Thailand, takriban watu wanane walifariki baada ya jengo refu lililokuwa likijengwa karibu na bustani ya Chatuchak kuanguka. Maafisa wameripoti zaidi ya visa 2000 vya nyufa kwenye majengo na ukaguzi wa haraka wa majengo 700 unapangwa kufanyika kabla ya Jumatatu. Mtaalamu wa jiolojia Jess Phoenix ameiambia CNN kuwa tetemeko hilo lilitoa nishati sawa na milipuko zaidi ya 300 ya mabomu ya nyuklia, na alionya kuwa mitetemeko midogo inaweza kuendelea kwa miezi kadhaa. Hali ya mgogoro wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Myanmar inazidisha athari za janga hili. Kwa zaidi ya miaka minne sasa nchi hiyo imekumbwa na machafuko ya kisiasa na kiuchumi baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021, hali inayozuia juhudi za uokoaji na mawasiliano kwa ulimwengu wa nje. Attention, your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers.